Sauti ya vijana nchini imekuwa ikisikika mara kwa mara tangia maandamano ya kihistoria ya vijana wa kizazi cha Gen Z kufanyika dhidi ya utendakazi na miswada ya serikali. Leo hii vijana wakifika katika bustani la uhuru jijini Nairobi, lengo kuu likiwa ni kufanya mjadala wa kina na watu wasio na ajira nchini, ila ulinzi mkali wa maafisa wa polisi uliharamisha zoezi hilo na kulitaja kuwa kinyume na sheria.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 Vijana hao wakiongozwa na Kennedy Ondieki wamedokezea kuwa watapeana ombi rasmi kwa serikali ili kupewa ruhusa ya kufanya mkutano siku ya Jumatatu ijayo, ila hilo likishindikana, sasa watashinikiza vijana kufanya mikutano yao katika maeneo ya ugatuzi, swali likiwa ni kwa nini wasio na ajira nchini hawapewi nafasi ya kufanya mjadala. Why is it so difficult for the jobless people of Kenya to actually just have a dialogue?

Haya yanajiri huku ripoti ya shirika la Transparency International Kenya mwaka wa 2025 ikiashiria kuwa ufisadi umesheheni nchini, kesi za ufisadi zikiwa nyingi, ila vita dhidi ya janga hili litawezekana ikiwa mgao wa bajeti utawezesha tume za kupambana na ufisadi na ufadhili unaohitajika kurejesha mali ya wananchi.

Aidha, ripoti zimeonyesha kuwa ukosefu wa ajira nchini unachangiwa na kukidhiri kwa ufisadi na ulaghai wa mali ya umma.